Aya, tunachoma nyama ya kuku na hatua ya kwanza ni kuweka kiungo hiki kinachoitwa Navano Obinak. Navano Obinak itaongeza ladha kwenye nyama yako ya kuku, itafanya viungo vyote unavyoviweka kwenye kuku vikolee vizuri, paka viungo vikolee vizuri yani hapa ndo stage muhimu kwenye kuchoma nyama jamani. Watu tunasahau kufanya marination, tunaweka tu nyama jikoni na haijafanywa marination, hainogi viungo, inakuwa haina ladha, inakuwa haiko tamu. Sasa hivi ndio jinsi unavyotakiwa, usiogope kuchafuka. Acha kwa muda wa nusu saa mpaka lisaa moja ili marination ifanyike. Ehe, alafu baada ya hapo sasa weka jikoni. Huyu kuku wako atatoka mtamu, atatoka amekolea viungo, atatoka amenoga kulikweli. Ile marination ya NAVANO OBINAK ina viungo. Mimina tena kwenye kuku hapo. Ehe, yani kuku anatoka kama hivi, amenoga viungo. Kuku ana mvuto, kuku mtamu, kuku mlaini, kuku juisi. Jamani, tunawakaribisha sana. NAVANO OBINAK sasa hivi inapatikana nchi nzima madukani kote.